Huyu ndo mwenyekiti wetu. Hii ndo zaanati tunayeandaa na wananchi. Tunaye tukiwa pamoja na mwenyekiti, huyu ndo mwenyekiti wetu wa kitongoji wana Steven Silvester, mnaona e, kazi anayefanya. Hii ni zaanati kitongoji cha Lakanyasi. Tuko tunashirikiana pia na wananchi wote. Pia hao ndo mafundi Eh, nadhani mmeshamwona huyu ndo mwenyekiti wetu wa kitongoji cha Lakanyasi. Anasema hapa ni kazi, hapa ni wananchi pia. Okay, wana... za... ndo nimetembelea hii kwenye hii zaanati inayeandaliwa na, na mwenyekiti hey, Steven Sylvester. E, ndo mwenyekiti sasa hivi amaomba ndani ya miaka mitano afanye jambo kwa wananchi wake. Sasa hivi ana e. miezi mitano, mitano, kaishasimamisha zaanati hii pia, nadhani serikali nadhani mtaona jambo hili ni kubwa sana mwenyekiti huyu akiwa anashirikiana na, na wananchi wake ha, Huyu ndo katibu wake anaitwa Donias na e, naona kazi inaendelea, mwenyekiti anaendelea kurudia pia maji kumwagilizia e, akiwa anashirikiana na wananchi wake. Katibu wake, katibu wake yupo bwana Donias e, naona anaendelea na zoezi hili, kiukweli hili ni jambo kubwa sana kuona kiongozi e? anajihusisha ana, na wananchi wake kazi zote eh, wanakuwa wanasaidia na yeye kama mwananchi eh, naona kazi inaendelea hapa. Ukiangalia upande huu mafundi wanaendelea toka amechaguliwa na wananchi eh, amepewa ridhaa ya kuingia naona kazi kweli inaendelea hapa. Mimi sina usemi zaidi tu, hata pia na, najua mnaona ngazi za juu, kazi inayoendelea kwa mwenyekiti wetu Sylvester yuko na bwana Donius. Si haya ndo maeneo yote ya maji, sehemu zote hizi, hili ndo eneo la zanati zaanati e.